Maana tukiwa na utu mambo yetu itakuwa sawa. Maana e, tukikosoa wanadamu vile ambavyo ameumbwa hiyo ni kazi sana, hukumu kwetu sote. Naomba na wasi wa Kenya, tuache kuwa hukumu wale ambao wameumbwa tofauti, maana hata walemavu, kwamba tuko na haki ya kuishi, hata kama maisha yetu inakaa vile ambavyo inakaa, kwa sababu Mungu ndio msaada wetu. Mungu ndiye anayesaidia walemavu. Mungu anawasaidia wajane, kwamba Mungu ndiye msaada wetu. Praise God. Na katika kitabu cha Luka chapter 13 na naeleza kuhusu vile ambavyo Mwokozi Yesu Kristo alikuta wale walemavu wale, wale akawasaidia katika lile kanisa, kwamba walikuwa wametelekezwa na kutupwa, lakini kwamba Yesu mwenyewe akawaokoa na sisi wananchi wa Kenya, mbona mbona uike tu, tu, mbona tunafanya sio faa? Luka mwenyewe anasema kwamba yeye yeah, alikuwa konsana. alikuwa daktari, hakuwahi kukosoa maumbile ya Mungu. Yesu Kristo alikuja kutusaidia wasote, hata kama kuna wapinzani, tunapinga Kristo. Wacheni kupinga Kristo, maana Kristo ni Mungu aliyekuja ili kuokoa

neighbors, because whoever is our neighbor is a person who is in need, in need, need, and who is indeed is our friend and is our neighbor. neighbour Let us praise the Lord and help each other to be concerned with everyone because being our brother's keeper is very careful and very concerned. Okay, soma katika kitabu cha Yeah, uh, Exodus, ama kitabu cha Deuteronomy, na sema kuhusu yeyote atakayekosa atakayefanya mlemavu kukosa nchi ama yule asiona ye anahukumiwa na watu wote, tutasema amina. Maana Mungu anawajali watu wasio, wasio na uwezo wa kimwili anawajali sana na ndio msaada. Kwa hivyo ukimkosa, ukimfanya makosa mlemavu Mungu ataadhibu yoyote ambayo anayefanya kuwakosea walemavu. Wale walemavu pia ni wa Mungu. Bwana sifa sana. Kwa hivyo usikiza vile ambavyo neno linasema, nasema watu kwamba ambao Pilato alikuwa amewaua, yes, wakati walipokuwa wanachinja wanyama wao wa kutambika walikuwa na mtini katika shamba lake. Huyo mtu akaenda akitaka kuchuma matunda ya mtini huo, lakini akaukuta haujazaa hata tunda moja. Hivyo, mm-hmm. inasema kwamba wewe unaweza jiona kwamba kwa sawa, lakini kwamba kuna lile ambalo si nzuri kwako, kwa matendo ni mabaya. Sasa so, kwa hivyo hakuna tunda inaweza patikana katika maisha ya wale waovu.